Wewe unawajua pale CHADEMA wengi sana, tuanzie kwa makamu mwenyekiti ambaye yuko, yuko nje mpaka mwanachama wa tawi, nitajie mmoja anayeweza kwenda kuandamana. Kwa hiyo uone CHADEMA wakienda ku, kuandamana ama wale wanaoamini katika maandamano ya kuzuia uchaguzi, tujadili mengine, uchaguzi utafanyikaje na utakuwaje, tutapataje viongozi. Uone pressure mtandao, mtandaoni watu wanasema watatoka TikTok, huko kumechafuka. Nina, ni, naweza nikasema ni guru wa mitandao ya Kitanzania. Unapozungumza watu watatu ama mmoja wa mwanzo kabisa wa matumizi ya mitandao unaweza ukamtaja Yeriko nyei, kwao, nina uzoefu uzoefu. Watanzania hawa na wajua vizuri sana, ni wazuri sana wa mihemko ya kimitandao, lakini kwenye vitendo hakuna hata. Sio mara ya kwanza kuitisha maandamano sio mara ya kwanza kufanya, lakini eriko, hii ni jenzi na wewe unafuatilia historia za kimataifa. Tumeona Nepal Sri Lanka na baadhi ya maeneo, jenzi wamechachamaa na wakatumia nguvu hii ya mitandao. Mara ya mwisho ilikuwa Nepal. Uone, hichi ni kizazi kipya. Ni kosa kubwa sana kuendesha siasa za nchi hii kwa kutazama historia ya nchi nyingine. Ukitazama Kenya ndo ukasema ufanye siasa za Tanzania, utaangukia pua Ukiitazama South Africa, ili ufanye siasa Tanzania utaangukia pua. Ukiitazama Nepal na maeneo mengine, ili ndo uendeshe siasa za hapa, utaangukia pua. Tazama nchi yetu, uhuru tuliipataje? Tulipata kwa njia ya mazungumzo, basi mazungumzo ndio yanaweza kuamua jambo hili haka...